Beautiful people, mambo vipi? Karibuni kwenye video ya sikile leo. Kama hivi mara ya kwanza mkutana na hii channel, karibu sana. Naitwa Joan Thomas, na hii ni sehemu ambayo huwa tunaweka masuala yote unaohusiana na mazoezi, chakula, utunzaji wa viongozi na afya yako kwa ujumla. Kwa hiyo hakikisha umesubscribe na kubofya kengele itakayofuatia ili usipitwe na taarifa kila mara tunakoika, tunakoika video mpya. Naiweka hii message hapa, au naweza nikisoma. Habari dada, mimi ni mnene lakini nina shepu kubwa. Yaani hata nikivaa nguo pana mahips yangu yamechongoka yanaonekana bila wasiwasi. Nilivyoanza kupunguza mwili, kutumia detox ya malimau na ndimu, tangawizi na tango, nikapungua mwili lakini hips langu limepungua kiasi kikubwa sana. Sikufurahishwa kabisa, nikasema nianze kunenepa upya ili nirudi kwenye hali yangu, nipunguze mwili wa juu tu. Lakini cha kushangaza kilo zimerudi na unene vile vile, lakini hipsi limekuwa dogo sana. Yani mapaja ndio makubwa, lakini hipsi limepotea lote, najisikia vibaya sana. Na hipsi zangu ni za asili kabisa, tangu nina miaka 16, ndio nimeanza kupata shepu nzuri, na sasa na miaka 23. Nimeanza kutumia detox mwaka jana mwezi wa kumi na moja, tangu Janari hiyo ianze, ndio nimejiona mabadiliko haya mpaka leo hii, sijui wanishauriaje au unanisaidiaje una nirudi katika hali yangu ya awali. Swali la msingi nilomuuliza ilikuwa ni kuhusu chakula, na hivi ndivyo alivyonijibu. Hiki ni kitu ambacho ni rahisi sana kukosea unapokuwa unaanza kupunguza uzito, na ndio maana nimetengeneza video hii ili ujue pa kuanzia. So nirudi kwenye hii message ya huyu bint, inaonekana kwamba yeye alifuata crash diet, na baada ya crash diet ambayo, na uhakika, haikuwa na, na protini ya kutosha, imepelekea kupungua sehemu zote. Of course kupunguza uzito, kumbuka kwamba utapungua sehemu zote, ila kupunguza uzito huku unatengeneza shape itategemea chakula na mazoezi ambayo unakula. Natumaini sikuchangani hapo. Kuna kupunguza size ya mwili lakini katika shape na pia kuna kupungua mwili hmm? unapungua kila kitu hmm? <laughs> natumaini unanielewa. Haijalishi unasikia maudhui au unafuata diet kutoka kwa nani, hakikisha diet yako ina makundi yote matatu ya vyakula, yaani inamaanisha protini, wanga nzuri na mafuta mazuri. Usidanganyike kunywa detox peke yake, so nikirudi kwa message ya huyu dada ni kwamba baada ya kuona kwamba kila kitu kimetoweka, akataka kukirejesha tena kila kitu kilichotoweka wakati anapunguza uzito. Swali lake anauliza mbona hips zangu hazijarudi, na mimi nina hips za asili eh? Kwa nini nilivyopungua uzito, of course nimekubali, sawa, nimepungua, mwonekano wangu sijaupenda. Sasa nataka nirudi kwenye mwonekano wangu, ngoja niongeze tena uzito. Lakini alivyoongeza tena uzito maskini zile hips hazikuanikana tena. Kwa nini? Swali ni kwa nini shape yangu haijarudi baada ya kuongezeka uzito na uzito wangu umerudi kwenye zile zile kilo za awali? Jibu ni kwamba ulipokuwa unapunguza uzito, ilikuwa ni rahisi sana kupoteza misuli ya kwenye mwili wako, ilikuwa ni rahisi sana kupoteza ile shape, kwa sababu haukupatia mwili wako virtumbisho ambavyo vilikuwa vinatakiwa kuendelea kujenga na kulinda misuli ambayonakupa mnekana wako, na ulichokuwa unatarajia kwamba baada ya kuanza kurudisha mwili umerudisha zaidi kiasi cha mafuta kwa haraka kwenye mwili wako, na uzito umefikia pale kwa haraka, kwa sababu haujaupandisha kwa kujenga misuli ambayo ilipoteza mwanzo. Kumbuka, kupoteza misuli ni rahisi kuliko kujenga misuli. Kujenga misuli so process ya wiki moja wala wiki mbili, inachukua muda na unatakiwa uende nayo taratibu. Kwa hiyo kama uliipoteza misuli kwa haraka, haina maana kwamba utairejesha kwa haraka. Kwa hiyo hautaweza kupata mwonekano wako wa kwanza, hata kama umerudisha kwa kufanya nini? Kwa kula tena vyakula. Hii itategemea itategemea muda ambao umeutumia kupunguza mwili na kuongeza mwili. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba hakikisha unapopunguza mwili haufuati diet ambayo ni crash, haufuati diet ambayo itakufanya upunguze uzito kwa haraka, na unapopunguza mwili hakikisha unajumuisha mazoezi yote ya cardio na mazoezi ya kujenga misuli, na unapofanya mazoezi hakikisha protini inapatikana ya kutosha, uwe unapunguza mwili au unaongeza mwili na unapotokea umepungua vile ambavyo haukutaka unachotakiwa kufanya ni kula diet kamili ambayo itakusaidia kujenga shepu sio kula tu ili mradi upandishe uzito kwa sababu uzito unaweza kupanda bila shepu hamna guarantee kwamba utarudi katika muonekano wako ule wa awali Okay guys, natumaini nimekujibu dada lakini pia um, kama utakuwa na swali la ziada, naomba uulize hilo swali sehemu ya comment. Na kama bado itakuja tambua kitu gani cha kufanya, nitaweka linki pia hapo chini sehemu ya comment ya jinsi gani mtu unaweza kupunguza mwili vizuri, kwa wale ambao anataka kupunguza mwili, na pia nitaweka linki kwa mtu ambaye anataka kuongeza mwili au shepu vizuri kiafya. Okay guys, Ukiwa na swali naomba ulizo swali lako sehemu ya comment, tafadhali sana sio Um, WhatsApp kama unakuja WhatsApp sifuri sita nane tatu nane tatu sita mbili tisa tatu kwa mahitaji ya program, yani utengenezwe mpangilio kulingana na aina ya mwili wako na uzito wako, upate matokeo ambayo unahitaji. Na pia kama utahitaji protein powder ili uweze kukusupport kutengeneza shape kwa haraka, protein powder guys, haina madhara, yote ni nzuri kiafya, inakusaidia tu kufidia kiasi cha protein ambacho unaweza kukosa kwenye vyakula vya kila siku.